Shalom, Shalom mwana wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Mungu aliye hai. Karibu tena e, katika kipindi cha siku ya leo, kipindi chetu kizuri kabisa cha maombi kwa ajili ya malango yaliyobeba hatima ya maisha yako. Karibu sana na katika siku ya leo tutaenda kuomba kwa ajili ya lango la ndoto lango la maono. Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba sana kwa ajili ya lango la ndoto, lakini pia tutaomba kwa ajili ya lango la maono na macho ya rohoni. Kumbuka ya kwamba nilikueleza kwamba Mungu anapohitaji kuweza kukubariki, anapohitaji kupitisha kitu ili kiweze kuingia katika maisha yako, anap, anatumia njia ambazo ni malango na malango haya yako ya aina mbili. Kuna malango ambayo yako rohoni, lakini kuna malango ya kimwili. Na mamlaka kuu zinazohusika katika umiliki wa malango ni mbili. Kuna malango ya kimbingu, lakini kuna malango ya kuzimu. Malango ya kimbingu haya yanahusika kuratibu na kupitisha vitu vyote vya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakwambia ya kwamba malango ya mbingu yana ratibu ratiba za kimbingu, lakini kuna malango ambayo ni malango ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna malango ya mbingu, lakini pia kuna malango ya kuzimu na hii lazima uielewe vizuri sana, kwamba vitu vyote vizuri ambavyo unaviona katika maisha yako, vitu hivyo vilitokana na malango ya kimbingu. Ina maana ni kwamba Mungu alitumia yale malango kuweza kuonyesha. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na saba neno la Mungu linasema naye akaogopa sema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, hapo ndipo lango la mbinguni. Ukumbe kuna lango la mbinguni linalotisha, mambo ya kimbingu. Nakumbuka huyu alikuwa ni Yakobo, na aliweza kuota hiyo ndoto akiwa amelala. Lakini ukisoma Mathayo sura ya 16 mstari wa 19 anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na maana kama ni ufunguo au funguo za ufalme wa mbinguni. Hajasema funguo moja, lakini ni funguo nyingi, funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kumbe, kama ni funguo, maana yake kuna mlango ambao hizo funguo zinatakiwa ziende kufungua. Ukiendelea kusoma, anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungua mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni lango la mbingu, lakini pia kuna malango ambayo ni ya kuzimu, yanapitisha agenda za kipepo, yanapitisha au yanaratibu shughuli za za giza Ukisoma hiyo hiyo Mathayo kumi na sita kumi na nane, anasema nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ina maana kuna milango ya kuzimu. Milango ya kuzimu inapitisha nini? Inapitisha uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba kuna ndoto ambazo zinatokana na Mungu, lakini kuna ndoto ambazo zinatokana na Shetani. Kwa hiyo ya kwamba malango aina kuu ni mbili. Kuna malango ya mbingu na malango ya kusini. Mamlaka kuu zinazotawala malango ni mbili, kuna mamlaka ya kimungu, kuna mamlaka ya shetani. Kwa hiyo sasa, ni vizuri ukaweza kuelewa ya kwamba ni mamlaka zipi ambazo zinatawala katika maisha yako na uwe na uhakika ya kwamba malango yako yakifunguliwa kwa ajili ya Mungu yatapitisha yaliyo ya Mungu, lakini malango yako yakifunguliwa na kuzimu yatapitisha mambo ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia tabia yoyote ambayo sio njema, tabia hiyo siyo ya kimbingu bali ni tabia ya kuzimu. Ina maana kuna lango limefunguka na likaachilia kile kitu. Kwa leo hii hatutaangalia malango mengine lakini utaangalia kwa habari ya lango la ndoto na lango la maono na lango la macho ya kiroho, kwa sababu ni malango ambayo Mungu anayatumia kupitisha ujumbe wake au kuwasiliana na wewe wa rohoni. Kumbuka, mwanadamu yeyote ameumbwa au uumbaji wa mwanadamu ulikuwa katika e, katika a, aina tatu, yani hatua tatu. Eh, anaposema ya kwamba natumumbe mwanadamu sura yetu na yetu, kwa mfano wetu. Wengine wanauliza kwani Mungu ni mwanaume? Kwani Mungu ni mwanamke? Lakini pale kilichokuwa kinaumbika alikuwa ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana akasema muda unakuja au saa inakuja ambapo wamwabudu Mungu itawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa kuna namna lazima uingia rohoni ndipo upate kumwabudu huyo Mungu. Kwa hiyo Mungu anaongea na wewe wa rohoni. Kwa hiyo lazima na wewe umwelewe kupitia rohoni na ndipo utatafsiri kwa namna ya mwili, ili uweze kuapply katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo oh, eh, anaposema kwamba na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu Eh, na kwa sura yetu, ina maana pale alikuwa anazungumzia utatu mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, na ndio maana tukaona pale ukaumbika wewe wa rohoni, lakini baadaye pia ukaweza kupuliziwa pumzi ya uhai, ukapuliziwa pumzi ya uhai ambayo ikaleta uzima ndani yako. Ika, ikakupa nafsi ya uzima ndani yako lakini baadaye tunaona anasema akamuumba mwanadamu akamuumba, e, akamuumba mwanamume akamuumba mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, katika siku ya leo tunajifunza kwa habari, kwa habari ya lango la ndoto na lango la maono. Ni muhimu sana kwa sababu lazima uielewe sauti ya Mungu lazima uielewe sauti ya Mungu, na ili Mungu apitishe vya kimbingu akuelekeze wewe, lazima macho yako ya rohoni yawe sawasawa, yanaona. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia malango malango ni njia ambazo Mungu anazitumia kupitisha ratiba za kimbingu, kupitisha majibu ya maombi yako, lakini pia kupitisha vitu mbalimbali vya kimbu vya, vya, vya kiMungu. E, malango haya yanaweza yakawa ya rohoni au ya mwilini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoto ni aina mojawapo ya lango ambalo Mungu analitumia kupitisha ujumbe wake. Tunaona habari za mfalme Sulemani wakati amelala, anaambiwa omba chochote, anaomba roho ya hekima ili msaidie katika kutawala. Sasa kama mfalme Sulemani aliweza kupata roho ya hekima kupitia ndoto We, unadhani ni roho ya namna gani iliwa kuachiliwa kupitia ndoto. Kuna watu leo nimekutana nao wengi sana, anasema baada ya kuota ndoto fulani ndipo nilianza kuuma, ndipo nilianza kupata shida, ndipo nilianza e, kupata tabia ambayo sikuwahi kuwa nayo e, mwingine ana, ana, ana, anaota anaota E, anakimbizwa anaota ameumizwa, anaamka ameumia kweli. Mwingine anaota anafanya uasherati na baada ya hapo, ghafla mambo yanaharibika sana, mahusiano yanaharibika, ndoa inapata migogoro e, au nguvu yake ya maombi inapungua sana, huwe na uhakika, ila haikuwa ndoto lakini ilikuwa inafunua ni kitu gani adui alikipitisha katika yale ya malango. Kwa hiyo ni muhimu sana uombe kwa ajili ya lango lako la ndoto ni muhimu sana uombe sana kwa ajili ya lango lako la ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Lango lako la ndoto na maono na macho ya rohoni vikiwa sawasawa, wewe utakuwa sio mtu wa kawaida, kwa sababu Mungu atakutumia sana. Ukisoma wa Korintho wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa neno la Mungu linasema mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia machoni mwa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. kwa kuna mambo ambayo hujayaona wala haujayasikia, lakini mambo hayo Mungu ameandaa yako rohoni, unatakiwa uyaone rohoni, ili kupitia maombi yako uyageuze na uyalete ilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pointi ya kwanza, Mungu anatumia ndoto na maono kama njia ya mawasiliano ya watu wake. Utasoma Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi 16, lakini lazima ujue kwamba mtu anapo Eh, lango lake la ndoto na maono linapokuwa limefungwa au lime, uh, limefunguliwa kuwa yani adui ameweka vizuizi pale, huyu mtu anakuwa katika hali ambayo siyo nzuri. Na ndio maana kuna watu leo hii anakuambia zamani nilikuwa naota, zamani nilikuwa naona vitu, lakini sasa hivi sioni chochote. Kwahiyo lazima ujue kwamba adui anatafuta sana kupambana na haya malango na ndiyo maana kuna watu wanaota ndoto na wanasahau. Na ndio maana kuna watu wanaota ndoto za mashambulizi na zinatokea kweli katika maisha yao. Lazima hujua kwamba shetani, kitu cha kwanza anatumia, anatumia njia ya kuweza kuweka walinzi wa kipepo katika malango ya ndoto zako au maono yako, usipoyawekea ulinzi wewe. Na kwa nini anaweka walinzi wake? Ili ya kwamba kile cha kimungu kinapopita tu akusaurishe kile kitu. Au wakati mwingine anakuongezea ndoto nyingi, unashangaa ghafla unaota ndoto nyingi sana, haukumbuki chochote. Hiyo sio kawaida, ujue kwamba kuna ndoto moja ya kimungu iliachiliwa, lakini adui kuwa alikuwa katika yale malango na ameona huyu mtu akiona hii ndoto akiikumbuka itamsaidia. Kwa hiyo anakuotesha ndoto nyingi sana, na mwisho wa siku unasahau zote, unabaki kusema nimeota ndoto lakini kitu kingine cha pili, anakusahurisha kabisa. Lakini kitu cha tatu, pia anakuongezea ndoto ambazo sio sahihi. Kuna watu wanakwambia nimeota ndoto kama ishirini usiku usiku usiku mmoja, sio kweli. Mungu aweza akakuotesha ndoto ishirini? Mungu kuna ndoto anakuotesha ili ibebe ujumbe mkubwa, na wengine wana lango moja la ndoto, anaweza akaota saa sita, anaweza kaota saa saba, anaweza ndoto ile ambayo ina ujumbe. Lakini shetani akija, anakuongezea ndoto nyingi, ili uchanganye, usifuatilie kile kilicho cha kiMungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa, ni nini ambacho sasa tunatakiwa tufanye? Lazima tusimame mbele za Mungu tuombe rehema, tuombe rehema, kwa sababu malango ya ndoto na maono na macho ya rohoni yanakuhitaji wewe uwe na ushirika mzuri na Mungu. Kuna mwingine anasema nilikuwaga vizuri sana nilipokuwa olevo, e, nilipokuwa advance kule chuo nilikuwa vizuri, lakini sasa hivi nimevugika kabisa. Kwa nini? Ushirika wako na Mungu umepungua, na ndio maana shetani akitaka kukupiga katika maisha yako anakuondoa karibu na Mungu, kwa sababu anajua ukiwa mbali na Mungu hautaweza kusikia na ndiyo maana hata shetani katika bustani ya Eden alitafuta sana awaondoe hao awa wanadamu katika nafasi yao. Bwana Yesu asifiwe, awaondoe kwanza kwenye ile nafasi ya kimbingu. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba kitu cha kwanza E, ili malango yako yafunguke kwa ajili ya Mungu yaachilie vitu vya kimbingu, lazima uwe e, uombe toba na rehema, na uangalie maisha unayoyaishi. Maisha ya anasa, maisha ya dhambi hayaachilii mpenyo wa wewe kusikia vya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapoachilia maombi ya rehema, ni kwamba Mungu anakurehemu anakusamehe, ana e, unakuwa na ule uwepesi ndani yako na Mungu anafanya ushirika na wewe. Kwa hiyo, ombi la kwanza lazima tumwombe Mungu, Mungu turehemu, Mungu turehemu. Lakini kitu cha pili, lakini tuombe kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi, ni mshauri, ni mwalimu, anatuombea kwa baba kupita kiasi anatuambia kwa Baba kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Anatufunulia mafumbo ya kimbingu. Kwa hiyo lazima tuwe na ushirika na huyu Roho Mtakatifu. Tumwambie Roho Mtakatifu, tunahitaji ushirika na wewe, peke yetu hatuwezi. Tumegundua nguvu zetu ni kidogo sana, hata kuomba hatuwezi, lakini tunazihitaji nguvu zako, tunaweza kukasimama. Lazima umkaribishe Roho Mtakatifu katika maisha yako umwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Nitakapokuwa nikiwaza, uwepo katika mawazo yangu, katika matendo yangu. Uwepo katika matendo yangu, katika kazi zangu. Uwepo katika kazi zangu, ili nisitende yale yasiyofaa, ili malango yangu yakawe wakfu kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu, lazima uombe ulinzi kwa ajili ya malango yako. Lazima uombe ulinzi kwa ajili ya malango yako ya ndoto umwambie. Yaani utamke kabisa, mwambie Mungu: ninatamka kwa jina la Yesu na kwa imani kabisa, naachilia walinzi wako katika malango ya ndoto na maono na macho ya kiroho. Walinzi wowote ambao ni wa kipepo, ambao wanapitisha ajenda za movu Ibilisi, ninawaondoa katika malango yangu kwa jina la Yesu Kristo. Walinzi wote walioketi katika fikra zangu, walioketi katika ndoto zangu, ninawaondoa kwa jina la Yesu. Naachilia walinzi wa kibingu Shalom, shalom. Ina maana walinzi wa kimbingu wakikaa katika malango yako, utaona mambo ya kimbingu. Na ndio maana Yakobo, alipokuwa katika safari zake, analala mahali ambapo paliwahi kufanyika ibada, anasema mahali hapa panatisha kama nini! Kwa hiyo kama mahali pale kama mahali pale pangekuwa pana uh, pana mambo mengine au ibada nyingine, na yeye asingekuwa na ule ulinzi wa kimbingu, asingeweza kuona. Kwa lazima tuwaombe walinzi wa kimbingu wakae katika malango yetu, wahifadhi kile kilicho cha kimbingu. Mungu anapoachilia maono, maono hayo yasionekane kwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anazaliwa, utabiri wa kuzaliwa kwake ulitabiriwa hadi na watu ambao walikuwa ni wachawi, walikutabiri kuzaliwa kwake tangu enzi za Agano la Kale. Na watu wengine walikuwa ni waganga, lakini waliweza kutabiri. Walisema tuombe ulinzi, ili ya kwamba vile vitu Mungu anatuonyesha vikafichwe ndani yake. Shalom, shalom, shalom, shalom, mwana wa Mungu. Lakini kitu kingine pia, lazima umruhusu Roho Mtakatifu Mungu kutumia. Mwambie Mungu, niko tayari natamani kukusikia, kusikia sasa, niko tayari, malango yangu yafunguke sasa, malango yangu yafunguke sasa, katika jina la Yesu kila kizuizi kiondolewe, kila kizuizi kiondolewe katika jina la Yesu Kristo. Basi eh, kwa dakika chache tungekuomba Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku mpya. Umeedi katika neno lako ya kwamba macho macho yako Bwana yako kila mahali yanamtazama kila mtu aliyemwema na mbaya kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Methali sura kumi na tano mstari wa tatu. Leo Bwana, ninasogea mbele zako nikiomba toba na rehema. Ninajua macho yako yananitazama bon sako sinaniona, ninaomba toba na rehema, kuachiria maisha ya kwangu Jehova, ukaiachilie damu yako Jehova, ukaiachilie damu ya uponyaji, ukaachilie nguvu yako, ukaiachilie uponyaji wako, ukaachilie nguvu yako Bwana, ukaachilie uponyaji wako, ukanitakase moyo wangu, ukanitakase na dhambi zangu, ukanitakase e Bwana, utakase moyo wangu sawa na ile Zaburi ya hamsini na moja ya kwamba unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na dhambi zangu. Katika jina la Yesu Baba, ninaomba Zaburi hii ya Daudi, ninaomba kwa damu yako takatifu Jehova, unikubali unikubali unikubali kwa damu yako. Leo hii nasogea nikiomba kwa chiri ya malango, ninamwalika Roho Mtakatifu, ninaomba ushirika na Roho Mtakatifu naomba ushirika na Roho Mtakatifu, roho wa Mungu, roho wa baba aliyeketi mbinguni. Ninaomba ushirika na yeye, ninaomba ushirika na yeye katika jina la Yesu. Ninaomba ushirika na yeye, huyo roho uliyosema ni msaidizi wetu, huyo roho uliyosema ya kwamba hutatuacha peke yetu, huyo roho uliyosema ya kwamba hatutabaki hatutabaki tukiwa ni wanyonge Baba, ninaomba ushirika na huyo Roho Mtakatifu, ninaomba ushirika na huyo Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu anayoyajua mafumbo ya mbingu, akaweze kuyafunua sasa katika jina la Yesu Kristo rie hai katika jina la Yesu Kristo rie hai, naomba ushirika na Roho Mtakatifu akayafungue malango ya mbingu, akayafungue malango ya mbingu, akayafungue malango ya mbingu, katika jina la Yesu. Sogea mbele za Mungu tena, omba kwa ajili ya kufungua malango yako na kuweka walezi wa kimbingu. Katika jina la Yesu Kristo rie hai, tunaomba kwa ajili ya malango ya kimbingu, tunaomba kwa ajili ya malango ya kimbingu, malango yetu ya ndoto yakafunguke like seen... katika jina la Yesu, malango yetu ya, ya ndoto yakafunguke, malango yetu ya maono yakafunguke, chochote pando lolote, uharibifu wowote uliopita katika ndoto ukaathiri maisha yetu, ukaathiri maisha yetu, mapando yoyote Jehova nguvu zozote zilizokamata maisha yetu kupitia ndoto kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, leo hii tunatangaza. Leo hii tunatangaza ya kwamba sisi tuko huru. Leo hii tunatangaza ya kwamba sisi leo tuko huru katika jina la Yesu, tuko huru katika jina la Yesu Kristo. Mapando yoyote yaliyopandwa kupitia ndoto yanatuachilia sasa katika jina la Yesu Kristo riha. Asante Jehova, maana unaweza. Asante Jehova, maana unatosha katika jina la Yesu Kristo riha. Wewe ni Mungu mwaminifu, Baba, wewe ni Mungu unaweza wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu unayeweza karika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova kwa neema yako, asante Jehova kwa neema yako. Wewe Mungu uliye hai, ni Mungu peke yako. Tunaomba ushirika na wewe, yafungue malango yaliyofungwa katika jina la Yesu. Tunaachilia walinzi wa kimbingu, walinzi waliopata uhalali kupitia maisha yetu, tunawaondoa leo katika jina la Yesu. Ukafute kila hatia zote jibora kwa damu ya Yesu Kristo hai. iachilie damu yako ya Yesu, iachilie damu yako ya Yesu, achilie walinzi wa kimbingu katika jina la Yesu.

Asante Jehova maana wewe ni mwaminifu, maana unafungua malango, maana unafungua maisha yetu, maana unarejesha nguvu yetu ya rohoni, maana unafungua kila upofu ulio katika macho yetu ya kiroho, katika jina la Yesu. Vifungo vyovyote vilivyowakamata watoto wako vinawaachia sasa, katika jina la Yesu, tunaiachilia damu ya Yesu kusaleha Sante Jehova maana unaweza. Sante Jehova maana unatosha. tunajikabidhi mikononi mwako Jehova, endelea kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sante Baba maana unaweza. Sante we, santewe, unatosha. In the mighty name of Jesus we pray and we believe, amen, amen, amen. Mungu akubariki, mwana wa Mungu, endelea kuomba, endelea kutembea katika nguvu hiyo. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu, Mungu afungue malango yako, macho yako yakawe wazi kwa ajili ya kupitisha vilivyo vya kimbingu, wala malango ya kuzimu yasikuweze. Katika jina la Yesu, kila ndoto za kipepo ulizoziota zikaachilia uharibifu, Mungu akapata kushughulika nazo. Katika jina la Yesu, kila ndoto ulizoziota zikainua roho ya hofu, kila ndoto ulizoota zikainua roho ya hofu katika maisha yako kila ndoto ulizohota zikainua udhaifu wa kimwili, zikainua udhaifu wa kiroho, zikainua hofu ndani yako hizo ndoto. Siku ya leo tunaondoa hayo mapando yote katika jina la Yesu, maana neno la Mungu asema ya kwamba chochote asicho kipanda Baba wa mbinguni kitang'olewa katika jina la Yesu Kristo rie hanasi. Tunang'oa kila mapando yaliyopita katika ndoto, katika jina la Yesu. Macho yetu yakatiwe nuru macho yetu yakatiwe nuru, tukaone sawa sawa sawa sawa na vile Mungu anavyotaka tuone katika jina la Yesu. Sante ma, maana wewe unaweza, katika jina la Yesu Kristo rihai, tumeomba tukishukuru na kuamini amen, amen, amen.